Mwangi, wakati huu tunavyozungumza unajisikiaje kiafya? Niko na maumivu, niko na maumivu kwa mwili, sehemu za siri, niko na maumivu na miguu yangu pia iko na shida juu. Niko na niko na three fractures, fracture kwa miguu na left na kidole kimoja kimevunjika. Wakati hatua za mwanzo ambapo umeachiliwa, uh, ilielezwa kuwa hali yako mbaya sana na hata wewe mwenyewe baadaye ukasema umepitia, uh, siku za giza, siku ngumu sana. Hebu tueleze kwanza, kwa kiasi gani umeumizwa kwa ndani? Waliniumiza sana, lakini ile, ile pia ile mateso ilikuwa kwa hizo siku tatu nilikuwa nimeshikwa, sikuwa naona, walikuwa wamenifunga uso na niko na pingu siku tatu. Kwa hivyo sasa kuna ile kulikuwa na ile psychological torture na iko na physical torture, so hizo vitu zote mbili zinapatia shida, mwili inauma, akili pia si timamu kabisa, akili pia inasumbua na iko ile, ile mawazo mengi fikra mingi sana juu, nilikuwa kwa giza siku siku tatu mchana na usiku, nimekabwa nime, nime macho nimepigwa pingu, sizungumziwi nikizungumzwa ni kupigwa tu. Kama utapata matibabu mazuri utarejea katika hali yako ya kawaida au kasoro zake zitakuwa bado zimesalia katika mwili wako? Unajua, mwili kivunjika irudi vile ilikuwa hivyo hapo awali, lakini pale pale pale tumbapale vunjika, vunjika. Nikipona ndakuwa vizuri tembea vizuri, kwa wakati huo siwezi tembea vizuri, lazima ni, ni, nipatiwe saidizi ndio niweze kutembea hata kwa msalani. Wakati wote ambapo ulikuwa unafanyiwa hivyo umefungwa macho, ulikuwa unasikia chochote kelele, kwa mfano, zilizokuwa zinapigwa na ulimwengu e, mwangi mwangi, ulikuwa unasikia kilio cha wananchi? Kuna siku, kuna siku nilikuwa nasafirishwa na gari kutoka Dar es Salaam, napelekwa wapi, nik, so nikasikia wakisema kwamba mwanaharakati mwana, maarufu wa Kenya Boniface Mwangi. Wakati walisema tu jina langu hivi, wakazima redio kadhaa, sikujua nini endelea, lakini nisikie jina langu kwa redio. unajua maeneo gani ya Tanzania ambayo ulikuwa ukipitishwa wakati wote? Sijui, lakini wakati ni, niliachwa niliachwa karibu na boda ya Kenya hapo Horohoro. Uh, niliambia marafiki zangu pale nililala hizo siku mbili za awali, akaniambia labda hapo ni Tanga, ni Tanga, ni karibu na ni karibu na Ukunda, so kuna kuna uwezekano pale kutoka Dar es Salaam nilipelekwa Tanga. Wanao kukosoa wengine wanasema bwana Mwangi ameingia Tanzania kwa namna isiyo sawa hakufata taratibu. Ni kweli kwamba kuna mambo ya kuna kasoro katika kuingia kwako kwa Tanzania? Hakuna kasoro yoyote, kwa sababu mimi ni, mimi ni raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki na sina nikienda Tanzania ama nikienda Uganda ama nikienda Rwanda sifai kuliu sababu ya kwenda kwa hizo nchi, kwa sababu hata paspoti ni moja. Ukiangalia paspoti yangu na Tanzania na Uganda zinafanana, imeandikwa East Africa Community. Kwa, kwa hiyo sina sababu, nawezaenda tu hizo nchi bila hata kas, sababu yoyote na maafisa wa Tanzania wanadanganyana kwa sababu hakuna karatasi ambayo niliandika ama nikasema, kwa sababu nimeenda Tanzania nilienda nikapita katika immigration ukapiga passport yangu stamp na nikaingia tu bila maswali yoyote. Sasa hizi zote ni vijisababu, wananitafutia makosa, lakini kwamba kama ningekuwa nimevunja sheria za Tanzania ningeshikwa nipelekwa mahakamani si kupitia mateso pigwa kufungua hizo vitu zote ambazo walifanya wanatanzania walivunja sheria zao zenyewe na sheria pia za jumuia kilichokupeleka tanzania ni hii kesi ya kiongozi wa upinzani wa taifa hilo tundu lisu au kuna mambo mengine nilienda kwa hiyo kesi ya tundu lisu baadaye nirudi kenya haukufanya jambo lingine lolote mbali na hilo sikutoka kwa hoteli yangu na waliokushika walikueleza una matatizo gani ha, walisema nakuja kusumbua nchi yao kwa yote haya yaliyotokea kwa mfano Uh, yeah. Utadiriki wakati mwingine wote kuingia tena Tanzania? Uh, <laughs> ni ngumu kusema kwa wakati huu mm. Labda suluhu akikufa ama atoke, lakini kwa wakati huu siwezienda. Walinifanya mab mabaya mengi sana. Tukiachilia ya mbali hayo e, yote yaliyokufika Hatua gani za kisheria na taratibu gani ambazo unazifanya kuhakikisha kwamba haki yako inapatikana? Tutarudi tu Tanzania, tutaenda kustaki serikali ya Tanzania katika mahakama za Tanzania. Tutarudi huko nchi ya Tanzania. Na tutaenda kuandika kesi, tutastaki serikali ya Tanzania kwa yale mateso tulipitia. Yote kwa yote haya mpaka wakati huu, Mwangi, unajua kwamba ni tuhuma. Wale ambao wamekushika au unaodai wamekushika waliokutesa, unawanasibisha moja kwa moja na serikali ya Tanzania, lakini hakujawa na ushahidi. Nilitolewa kwa hoteli ya Serena na serikali. Wale ambao walinishika majina zao najulikana na, na mawakili zangu. Nilitolewa kwa ofisi yangu kwa hoteli ya Serena na, poli na polisi na watu wa wakanipeleka kwa ofisi ya migration, nikapeleka kwa central police. Hakuna wakati ambapo nilikuwa katika mikono ya raia, nilikuwa katika mikono ya serikali hiyo wakati wote. Na wakati serikali ya Kenya iliandikia serikali ya Tanzania kusema kwamba waniachilie, serikali ya Tanzania ilisema kwamba imeniachilia. Hiyo ni kwa maana yake ni kwa sababu hiyo, muda wote nilikuwa Tanzania, nilikuwa katika mikononi ya watu wa serikali viwango vya tofauti za serikali na wenzenu wa Tanzania wanaharakati, kulikuwa na ushirikiano wowote wakati wote huu ambapo wewe ulikuwa katika hali ya tabu, usijua alikuwa wapi mina? kwa sababu pia mimi naelewa kwa walikuwa na uoga wale ambao tulikuwa na shirikiana nao na walikuwa ni mawakili mawakili wa Tanzania, lakini pia walikuwa na uoga, wanaogopa serikali yao sana yeah. Sasa unahisi uh, upo ushindi, ipo haki pale ambapo utafata mkondo wa sheria? Hata <laughs> ushindi wakati huu kwa sababu dunia nzima sasa inajua ubatili na unyama wa Suluhu. Hivyo vyeni tulipigwa tukaumizwa, sasa watu wanajua ukweli kwamba Suluhu anajifanya kwamba yeye ni rais wa kidemokrasia, lakini yeye ni rais wa maovu na chama, Chama cha Mapinduzi nimekuwa chama cha maovu. Kwa hivyo ni vizuri sana kwamba hata kama tulifanyiwa mabaya, dunia nzima inajua kwamba Suluhu ni munafiki. Mwenzio wa gata, wakati wote ambapo unafata mateso haya, yeye alikuwa upande upi? Tulikuwa naye siku ya kwanza tukipigwa tulikuwa pamoja. Siku ya pili ndiyo tulipelekwa pahali tofauti, yeye anaenda njia tofauti, mimi nakwenda njia tofauti. Maanake umekuwa ukifadhiliwa sana. Wale ambao wanakosoa harakati zako wanasema kwamba mm -hmm. kina Mwangi hao wameshindwa Kenya kufanya lolote, wanakwenda Tanzania kufanya vurugu wakati kwao kuna tokota a. unasema nini kuhusiana na hili kwamba nyumbani yako uko vizuri, mnakwenda mahala kwingine Hatujashinda na Kenya. Kenya pia wanaharakati unaendelea, serikali yetu tunaikosoa kila wakati, wakikosea tunawakosoa, wakishika watu tunawapigania wa na ndio sababu Watanzania wanatuogopa sana, wanasema kwamba tulikuwa tunaenda kupeleka zile tabia zetu nzuri za kupigania haki za kibinadamu Tanzania. So Kenya ijatushinda. Kenya, Kenya kuna kuna demokrasia na kuna haki kuliko Tanzania. Kwa yale yote ambayo yamewafika sasa, Mwangi, wewe na mwenzako yule wa Uganda, ndio haya yote mliyoyasema au yako ambayo mpaka wakati huu hamjasema? Yako, yako mingi ambayo tujasema Uh -huh. Lazima, kwa nini hayasemwi? Tunangoja tupone, ndugu yangu, lazima kwanza tupone. Unajua sasa, lazima hakuna haja kupeleka mgonjwa kupitia hizo shida zote. Kwa hivyo tunangoja tupone, na tutawapatia medical records zetu na kila kitu. Nilikuwa nimeomba serikali ya Kenya kwamba nilikuwa hospitali siku tatu wakuje pale waangalie me, my medical records. Walitufanya mabaya na maovu mengi sana, na lazima dunia mzima ijue. Kwa hivyo wakati ukifikia tu, tutasema, tutasema kila kitu. Yako ambayo hayasemeki miongoni mwa haya ambayo mmefanywa? Yako mengi ya yako mengi, kwa mfano nimesema, yako mengi, sisemi siko wakati huu o. Wakati ukifika utasema. Nimesema sitaogopa kusema, nitasema. Mwisho kabisa, Boniface Mwangi, unawaeleza nini wa Tanzania, unawaeleza nini wa Kenya, unawaeleza nini Waganda, wakati huu ambapo wa watu wanafuatilia hali ya afya yenu? Aa, nasema asante sana kwa kutupigania. Hatungekuwa hai leo hii kama si sauti zenyu au ndo alitusaidia sana, ndio tuweze kuachiliwa. Wale ambao walitushika walikuwa kutumaliza kabisa, ile kipigo alitupiga ilikuwa ni kipigo ya kifo, lakini kwa sababu mku mku nyamaza na kutupigania, tuko hai. Wakati mliendelea kutupigania, Mungu awabariki sana, na tuendelea kupigania haki katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kipi kitegemewe kutoka kwenu katika siku za hivi karibuni? Ukweli mtupu, tutazungumzia tutazungumza mambo yaliyotutendekea, lazima ukisha kwamba suluhu pia, tutamstaki katika mahakama kuu ya, ya Hague. Mimi ni wapeni pole na niwatakie kheri katika harakati zenu. Nashukuru, asante sana ndugu yangu.